Kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini humo, Mohamed Hamdan Dagalo alikiri katika hotuba yake kwamba wapiganaji wake wamejiondoa wa kutoka kwenye mji mkuu Khartoum uliokombolewa na jeshi la Sudan. Nimezungumza na Omar Mutasa, mchambuzi wa siasa na kwanza, nimemuuliza kufukuzwa kwa RSF katika mji mkuu ni mwanzo wa kulitokomeza kundi hilo. Hapa kuna jambo moja ambalo wengi tumekuwa tukijiuliza kwamba sio kufukuzwa lakini hawa watu wamekuwa wakitoka katika kila sehemu polepole. Jeshi la Sudan linaingia pale kama RS wapiganaji wa RSF wameshatoka, maanake unakuta hakuna mapigano yanayotokea. Jeshi la Sudan linaingia, linapoingia lina, lina pahala linachukua sehemu wapiganaji wa RSF awapo kwa hiyo kimtazamo wako unavyojaribu kusema ni kwamba sio kwamba vikosi vya jeshi la Sudan vimeondoa e, lakini ni inatokea wakati wa, wenyewe waasi wameshaondoka kuondoka kwao. Hawa watu wapo sehemu ya Dafur sasa hivi, RSF wamedhibiti wame sehemu kubwa ya Dafur. Labda naweza kusema kwamba uh, sehemu iliyobakia ni mji tu wa Alfashar na hapa wengi wanajiuliza nini kitakachotokea ikiwa hawa RSF sasa hivi serikali imechukua Khartoum, mji mkuu wa Khartoum, na hawa RSF na Darfur wanaidhibiti wao kwa, ki, kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo hapa sasa hivi watu wanajiuliza nini kinachokwenda kutokea, wakaishia kuichukua Darfur RSF huenda wakaamua kusema kwamba Darfur huende ikawa nchi kama ilivyokuwa Sudan Kusini, kujikata katika Sudan. Haya yote ni masuala ambayo sasa hivi wengi wanayaangalia hapa Wasudani walioko hapa, wakimbizi wengi wamekuwa wakizungumzia swala hilo. Lakini swali swali kubwa linaloulizwa hapa, bwana Mutasa, ni kwamba nguvu mpya ya jeshi la Sudani imetoka wapi baada ya miaka miwili ya kushindwa kumaliza uasi wa wanamgambo wa RSF? Sio nguvu mpya, nguvu ndio ile ile waliokuwa nayo tangu, sasa hivi, tuseme ni miaka miwili, lakini mpango uliokuwepo, RSF wamekuwa wakiondoka katika maeneo mengi katika mji wa Khartoum. Jeshi la Sudan linaingia linakuta, sehemu hamna jeshi la RSF. Hivi vita vimekuwa vikiendelea kwa takriban miaka miwili. Marekani, Saudi Arabia awali zilijaribu kutafuta suluhu eh, katika mzozo huu. Kwa nini hasa juhudi za upatanishi bado zimeshindwa kufikiwa? Zimeshindwa zime kufikiwa kwa sababu moja, hizi nchi zote ulizotaja, Umoja wa Ufalme wa Nchi za Kiarabu, UAE, Saudi Arabia au Marekani, kila, kila nchi ina masilahi yake Hili ni jambo ambalo limekuwepo na Wasudan. Serikali ya Sudan imekuwa ikilaumu serikali ya umoja wa falme ki wa Kiarabu kwamba ndio wamekuwa wakisaidia RSF, wakati huo huo na hawa Saudi Arabia wakilisaidia taifa la uh, serikali ya uh, bwana Abdul Fatah Al Burhan. Kwa hivyo kuna maslahi ndani yake, kuna swala la dhahabu.